Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wapenzi wa kripu za soda ngeni, na nawapenda sana e, na mawenja sana A, pia vile vile naomba dua zenu manake vita inaendelea kwa kubwa na kali kabisa na pia vile vile napenda kutoa angalizo na onyo kuna watu wanauza wanatengeneza magrupu wa sapu wanauza vitabu vyangu PDF nitakachokuja kukifanya ndugu yangu, usije ukaharibu maisha yako ukawapa ndugu tabu eh, na misukosuko kwa sababu ya dhuluma ya kuiba vitu vya watu. Kuna watu wanachukua vitabu vyangu eh, wanauza kwa njia ya PDF, wakati mimi mwenyewe siuzi kwa njia ya PDF. Wanachukua kitabu wanakitoa kopi, wanaanza kuuza. Mnasahau kama wengine wenzenu wako jela mpaka leo sasa. Na sasa hivi sitaki sana kutumia jela, ninapata usumbufu jela. Yangu sasa ninayo, kwa hiyo mm, e, cha cha kufanya, tafadhali, natoa onyo tu, kwa sababu wanasema usifanye kitu e, kabla hujatoa tahadhari e, tahadhari e, unatoa tahadhari kwanza, atafukisha kama mtu hajaielewa tahadhari fanya jambo, na ntakaokifanya msija mkanilaumu, na sitake samahani, na sitake radhi. Wengine wanafanya kwa kwamba e, wao wanajiamini, lakini kuna namba za simu za mtu nitawapa, nitapeli e, nitapeli huyo mtu anawapiga vitabu vyangu, na wale ndio wanaoona klipu zangu wanaanza kusema Babu Haji wewe ni nani nani, sijui namna gani, lakini wao ndio wanakuwa e, wapigaji. Kwa hiyo natoa tahadhari hiyo, natoa tahadhari hiyo kwa hao watu ambao wanaofanya e, tabia hiyo. Omba nikupe ruhusa, fanya. Lakini kama sijakupa ruhusa, hicho kitabu kimeandikwa, huruhusiwi kukitoa kopi wala ukidhurufu bila ridhaa ya mwenye kitabu. Na kila kitabu kina biko ni ya serikali, vitabu hivyo ninavilipia vina hati miliki. Sasa wewe ukija kakamatwa, faini yake milioni ishirini au miaka au miaka 15 jela. Sasa ndugu yangu, kwa ajili ya vishilingi mia tano mia tano elfu mbili mbili elfu tano tano Hebu jaribu kujiuliza. Na kuna mmoja sasa hivi anasema anaunga watu kwenye grupu eh, kuingia elfu kumi na anafundishia vitabu vyangu na vitabu hivyo hivyo anauza kwa PDF. Kwa hiyo eh, wajihadhari sana na wengine bado, eh, wapo wamewekwa kwenye mabano. Nafikiri Mwenyezi Mungu akijalia, Jumatatu wanafikishwa mahakamani, na kula, niko tayari nitoa hata milioni 5, lakini nikufunge kwa sababu mnakuwa hamjielewi. Asante sana, hilo ni onyo. Mwenye kutaka kufanya afanye, waliofungwa nitaendelea kufunga, lakini sasa wengine nitakaa mimi mwenyewe chini e, nitakaa mimi mwenyewe chini niliye na halal badri e, niliye na na amjeli zangu nilie naalamtala elfu mia mbili sikosi, shilingi mia ngapi ya kuwapa watoto kaini hapa chini nisomeni, tabatiada yfutani, elfu tano elfu ishirini kwa ajili ya huyu mtu anayedhulumu haki yangu. Mimi nina familia na pia natoa elimu. Mtu anauliza swali kwangu wakati kitabu kakinunua mtandaoni, anawabughudhi mpaka wale ambao wamenipa riziki mimi ambayo inatakiwa niwahudumie. Mpaka sasa wakati mwingine hata kupokea simu na nitabu tu, kwa sababu ya ya watu wachache. Sasa wa mkianza kushushwa mishipa, mtaanza kutoa lawama. Fanyeni vitabu vya watu wengine, vitabu vya Babu Haji achana navyo, hiyo ni asante sana. Somo langu la leo linasema, um, e, uchawi, uchawi wa msalaba. Uchawi wa msalaba, ndugu zangu. Uchawi kwa mara mingi sana, kuna msalaba uliotengenezwa, kuna msalaba wa kubumba, mtu akatengeneza mwenyewe, kuna msalaba ambao e, unaweza kukuta kaburini umedondoka, kuna msalaba uliosimama, kuna msalaba ambao wakwenda tu kafika kaomba ile kitu. Kuna msalaba ambao umebebwa na watu wachache. Kuna msalaba ambao umewekwa kaburini baada ya mazishi. Kuna msalaba ambao umekwenda na watu wakiwa wanaimba mpaka makaburini. Vyote hivyo vinazidiana, lakini ule msalaba ambao wanakwenda nao watu wakiwa wanaimba moja kwa moja ee, msalaba umetangulia na marehemu mpaka makaburini, basi ule ni mvuto mkubwa sana eee. Usije ukaenda kumngonyora makaburi ya watu ah, ah. Kuna jinsi ya kuweza kufanya ili kuweza e, kutumia msalaba ule. Unafanya namna gani? Basi insha Allah taala, sitakwambia kwamba nifate inbox ah, ah. Hizo mimi waspendi, ni dalili ya utapeli. Nachokwambia, scrub channel hii ili sasa niye clip e, ya pili ya hii, nitakupa jinsi gani ya kutumia ule msalaba kwa ajili ya kuvuma Eh, kupata cheo, kupendeka, kuheshimika na ukimwomba mtu kitu akupe haraka sana. Asante sana, wawege sana Kuendeleka sawa, na yangeni, tutaendelea na vipindi inshallah. Utaona pale kwa janiwa, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Allahu aale mjuzi zaidi ni Allah, Allah, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa wale eh, wanaohitaji eh, mafuta ya rangi na mafuta ya manedro na mafuta ya pesa ya mvuto, basi bado yapo yanapatikana. Manake hapa katikati tuliishiwa kutokana na upatikanaji wake, kidogo ni watabu, lakini sasa hivi manedro, eh, yanapatikana kwa shilingi elfu ishirini e na tano, madogo shilingi elfu kumi. E, sante sana, na ni mafuta ambayo yana msada mkubwa sana kwa watu wanaoyatumia mafuta. Yana mvuto, yana upendo na yana mambo mengi makubwa kabisa ya maajabu. Sante sana, tuendelee kupata, e, mambo mazuri kutoka kwa soda yangeli. Goodbye, salamu alaykum.